Shalom shalom, jina la Bwana libarikiwe. Karibu katika siri za Biblia. Leo taelewa siri za Biblia na jinsi ya kumjua Mungu, maana biblia ni siri za Mungu. Na hizo, hizo siri zinafunuliwa wanyekevu, maana wanyekevu ndio ambao hufunuliwa siri za Mungu, na wanyekevu ni wanaonyekea wa mbele za Bwana na kuwa pole na kumpendeza Bwana katika maisha ya hao, ndio hujizuu huzijua siri zote za Mungu. Maana maandiko yanasema sitafanya jambo lolote bila kumfunulia mtumishi wangu nabii siri yako. So Mungu ana siri na anatafuta leo ni mtu gani atamfunulia hizo siri kati ya kizazi cha leo, na katika somo la leo tutaelewa maana ya siri za Mungu na nabje Biblia ina siri gani na ambazo tunapaswa kuzijua? Ni wito gani ambao tulioitwa sisi wa Kristo kuishi na kumupendeza Bwana ili tupate kufika katika viwango na na uweza wa Kristo Yesu. Maana maandiki nasema kwamba katika kitabu kile cha Waefeso, Waefeso sura yake ya nne mstari wake wa kumi na moja maandiko matakatifu yanasema kwamba naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Shalom. Bwana anasema kwamba Tunapaswa kufikia katika kimo cha imani moja, kumjua sana Mwana wa Mungu na kufikia utimilifu, maana yake kimo cha Kristo Yesu. Hapo ndipo utakapofika katika utakatifu na kujua siri za Mungu ni nini, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa Kristo. Haleluya! ili tusio watoto wachanga. Unaona kwamba usipokomaa na kufikia kimo cha Kristo ukingali mtoto wa kupelekwa na upepo wa mafundisho katika kizazi cha leo, ngoja nikufunulie siri fulani. Kizazi tunachoishi sasa, kizazi hichi ni kizazi ambacho kimejaa manabii wa uongo, ni kizazi ambacho kimenenwa na Bwana na unabii katika Timoteo wa pili sura yake ya tatu mstari wa kwanza maana siku za mwisho kutakuwa siku za taabu. Itakuwa ni siku ya taabu maana kutakuwa, kutakuja watu wa ongo. Katika namna ya nje wataonekana ni watu ambao ni wa dini, ni watu ambao wanamjua Mungu lakini kwa undani, wanakana nguvu yake. Kwa hiyo hao ujiepushe nao. Kizazi tulicho ndani ni kizazi cha unabii wa uongo ni kizazi ambacho kinatumiwa na shetani sana katika mambo ya uongo, lakini pia ni kizazi ambacho Mungu anapenda kiokoke. Mungu anapenda sote tufikie umoja wa imani na kumjua sana mwana wa Mungu. Je, mwana wa Mungu ni nani? Tufikie kimo cha kuwa na maarifa kamili ya neno la Mungu, maana Mungu anasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa ni nini? Maarifa ni ufahamu wa Roho Mtakatifu katika kizazi hiki kisichomjua Mungu. Kizazi hiki kimechagua kufuata uzinzi, usharati, uongo, uwizi, kimechagua kufuata njia ya mauti, na maandiko nasema kwamba kila unachokipanda ndicho utakachokivuna kwa hiyo imekupasa kuchunguza unachokipanda, maana wengi wanapanda maisha yao katika uongo, ubinafsi, usengenyaji, zambi, wizi, uongo, uzizi, wanapanda maisha yao hapo katika zambi, na mshahara wa zambi ni mauti. Mshahara wa zambi sio uhai, bali mshahara wa zambi ni mauti katika moto wa jehanamu. Kwa hiyo inatubiri tupande maisha yetu tupande hazina yetu katika uzima wa milele na faida hiyo ni uzima wa milele mbinguni. Lakini wapandao hazina yao mahali pa, pa milele pa kuzimu wataambulia kuzimu huko, bali imetupasa kuwe tuwe na utengano wa mambo ya maovu na mambo mema. Tufuate mambo mema na tuache mambo maovu. Maana na kama nilisema kizazi hiki kimejaa dhambi, uovu ni kizazi cha giza. Ni dunia ya giza ambayo hauwezi ukatembea katika giza hiyo. Sio giza kama ya kawaida, bali ni giza isiyoweza kupitika ni, ni giza ambayo sio ya kawaida. I, dunia hii imejaa giza. Na kizazi hiki kimependa kime kufuata giza kuliko kumupenda Mungu. Lakini maandiko nasema nini? Tukirudia katika kitabu chetu cha Waefeso sura yake ya nne mstari wa kumi na tatu. Maandiko yanasema kwamba hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunapaswa kuwa wakamilifu ili tupate kufika katika kimo cha ukamilifu wa Kristo. Maana yake nini? Tunapaswa kukomaa na kumfikia Kristo katika elimu ya kweli na mafundisho ya neno la Mungu. Je, ni nani atakayetufundisha neno ili tuzijue siri za Mungu na tupate kukomaa katika kumujua Mungu na katika imani moja na katika kukomaa na kufikia utimilifu wa cheo cha Kristo ni Roho Mtakatifu pekee. Maana maandiki nasema kwamba Roho Mtakatifu tuliyepewa, ni tuliopewa Roho Mtakatifu kwa ajili, kwa ajili ili atufundishe na kutukumbusha yote yaliandikwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni walazima katika maisha ya Mkristo. Usipokuwa na Roho Mtakatifu huwezi kuzijua siri za Mungu. Unahitaji Roho Mtakatifu uzijue siri za Mungu na upate kuzipambanua na kuziishi katika kweli, na roho tunaimhitaji Roho Mtakatifu ili apate kutuongoza katika haki, utakatifu, imani, apate kutukomalisha katika elimu ya kiroho na si elimu ya dunia. Kizazi hiki kimejaa na elimu ya kimwili elimu ya kidunia. Wametafsiri Biblia katika elimu yao ya kidunia na si elimu ya mbinguni. Wametengeneza mashule, ma, ma mashule ma elimu maelimu ma hekima ya kidunia, lakini wamesahau hekima ya Mungu na hekima ya Mungu ni hii Biblia Takatifu. Biblia haiwezi kufundishwa na mwanadamu. Biblia inafundishwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili uzielewe siri za Mungu, mtafute roho mtakatifu, mtafute Mungu wa kweli ambaye ni Yesu Kristo, naye atakufunulia siri za Biblia. Biblia ina siri za siri kubwa sana na ambazo hawezi kuzielewa kwa mafundisho ya wanadamu, huwezi kuzielewa kwa elimu isiyo ya Mungu bali elimu itokayo kwa Mungu na ile itayo na Roho Mtakatifu inafundishwa na Mungu mwenyewe, ndio elimu ambayo ni ya Biblia. Maandiko Matakatifu yanatufundisha kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu kwa walio kwa wale ambao wako naye. Bila roho Mtakatifu hatuwezi tukapata kibali cha kuingia mbinguni, bali roho Mtakatifu ni alama ya kwamba kuna kuja siku ambako ambayo tutaokolewa na kupata uzima wa milele. kwa hiyo tunaokolewa kupitia roho Mtakatifu aliye ndani mwetu, ambaye huyo roho Mtakatifu anatufundisha yale ya mbinguni na atuongoza kujua kweli na kukataa ubaya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio msingi wa Mkristo. Neno la Mungu ndio msingi wa Mkristo, Mkristo neno Mungu msingi. Usipokuwa na Roho Mtakatifu huwezi kuzijua siri za Biblia, bali siri za Biblia zinafunuliwa kwa wale ambao wamenyenyekea kwa Mungu na kujaza na Roho wa ukweli ambaye atawafundisha na kuwaongoza na kuwakumbusha yale yote ambayo yameandikwa. Kwa hiyo mtafute roho mtakatifu, jazi na roho mtakatifu nawe utazijua siri za Mungu. Dumu katika imani moja dumu katika imani moja yani ya, ya Biblia. Dumu katika kumujua Mungu, kumujua mwana wa Mungu kujua uungu wa Mungu, Mungu ni nani? Yesu Kristo ni nani? Na ujue uungu wa Mungu kamilifu, nawe uta, utakuwa pamoja na Mungu, utamjua Mungu, utashinda dhambi zote. Maana Mungu ametuita katika wito wa kuishi maisha matakatifu. Wito wetu wa kila Mkristo ni kuishi maisha matakatifu, kuishinda dhambi na kuiacha. Maana dhambi, mshahara wa dhambi ni kifo, bali Mshahara wa, wa, wa, wa, wa mshahara wa utakatifu na haki ni uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu ametuita katika huduma ya utakatifu. Tumjue Mungu kwa, kambi, kwa ukamilifu na tudumu katika, u, kutudumu katika haki na uadilifu na, na, na, na tukomae tu watu waliokomaa katika Kristo. Maana yake Tufundishwe na Roho Mtakatifu, tufundishwe na Roho Mtakatifu na kudumu katika msingi wa neno la Mungu ambayo ni Mungu mwenyewe, maana Mungu ni neno, Yesu Kristo ni neno, naye naye neno ni Yesu Kristo. Wakiwa na Yesu Kristo ndani mwako utazijua siri za Mungu. Kwa hiyo mtafute Roho Mtakatifu akufundishe, maana yeye ndiye anatufundisha, ananifundisha, anamfundisha hata, anakufundisha, ana anatufundisha, maana sisi sote ni wanafunzi wake, na yote ambaye anayenyenyekea kwa Mungu anafundishwa na Roho Mtakatifu. Maana Biblia ni kitabu ambacho kinabeba mwongozo wa maisha yetu, kinabeba mwongozo wa wito wetu, maisha yetu, wito im, imani, Biblia yote iko katika Biblia. Wewe imekupasa, imetupasa sote tuweke maneno ya, ya, Mungu ndani yetu ili tupate kumjua Mungu. Manabii wa uongo wame wanajaa, manabii wengi ambao hawaifundishi kweli, ambao hawaitetei kweli, wala hawako tayari kuufa kwa ajili ya kweli, bali wanapenda pesa na fedha zimewakamata. Tamaa za fedha zimewabana na kwa hiyo wanaikataa kweli, bali wanawapotosha watu na kuangamiza katika kuzimu. Bali Mungu amekuja ili tupate uzima na nauo uzima tupate tele, ambao ni neno la haki. Maana maandiko nasema kwamba maneno niyanenayo ni roho na ni uzima. Kwa hiyo maneno ya Mungu ni uzima na ni roho. Ukiyapokea utapata ule roho wa ukweli, ukiyapokea kwa moyo utapata ule uzima wa milele ndani ya maisha yako. Kwa hiyo siri za Mungu haziko kwa watumishi siri za Mungu haziko kwa mtu fulani, bali siri za Mungu ziko kwa Mungu. Kwa hiyo imekupasa umtafute Mungu na kudumu katika utakatifu na usafi. Weka moyo wako kuwa safi, naye Mungu atafanya nini? Ataziweka siri zake ndani ya moyo wako. Siri za Mungu kufunuliwa kwa unyenyekevu, maana Mungu huwashusha wenye kiburi, wanaojiinua wasiopenda kuzijua siri za Mungu, wanaofuata uongo na unabii na unabii wa uongo usiofaa wao huwanashushwa, bali Mungu anajiinulia watu wake ambao ni wanyenyekevu nawafunulia siri zake. Biblia ni siri ya Mungu na katika maarifa na ufahamu wa mwanadamu haiwezekani kuijua, bali tunaijua kupitia maarifa na hekima ya Roho Mtakatifu na hekima safi itokayo mbinguni na isiyo hekima ya dunia hii. Naye hekima hey, ni Roho Mtakatifu, ni Yesu Kristo akaaye ndani mwetu, maana tumeungana na Bwana naye anaungana nasi. Ukiwa na Mungu ndani mwako, tayari una siri za Mungu ndani mwako, una uzima wa milele ndani mwako. Kwa hiyo bila Roho Mtakatifu hatuwezi tukaona ufalme wa mbinguni, bali imetupasa kuzaliwa kwa maji na kwa Roho ili tupate kuona ufalme wa mbinguni kuami kumwamini Mungu, kumwamini Yesu sio kumpokea Roho Mtakatifu, bali imetupasa ambayo tumemwamini Yesu kumuomba, maana Bwana alisema ila aombae Roho Mtakatifu ata, atapewa. Usizani kwamba unapomwamini Yesu tayari una hiyo una hiyo roho hapana. Ni wengi ambao wamemwamini Yesu lakini hawajampokea Roho Mtakatifu. Imekupasa sasa kumwamini Yesu, kutubu dhambi zako, kubatizwa na kumum, na kumjaza na ile Roho Mtakatifu. Tunajazwa na Roho Mtakatifu kwa kufungua mioyo yetu kwa Mungu na anakuwa na tayari kumupokea, na anapokaa ndani mwetu tayari anatufundisha na kutuelekeza uzima wa milele ambao ni neno la uhai. Siri za Mungu ni Biblia takatifu, na mwalimu wetu ni Roho Mtakatifu ambayo ni Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya.